Leo ni kama mwanzo nilivyozungumza nawe lakini naanza tena pia moja. Leo ni siku ya uzinduzi wa siku ya mwanamke kidayosisi Iringa. Lakini pia kumekuwa na ushirika wa watu tofauti tofauti na nimezungumza na katibu uh, wa familia na malezi kutoka Dayosisi ya Iringa, Mchungaji Upendo Filangali Koko. Amezungumza mambo mengi kwenye haya mahojiano. Lakini pia nimekutana na washirika mbalimbali ama washiriki mbalimbali kwenye kongamano hili. Kumekuwa na maoni tofauti kuelekea kongamano hili ambalo kilele chake ni tarehe 31 mwezi huu. Tutakwenda kuasikia lakini pia utaanza kumsikiliza katibu wa familia na malezi kuelekea jambo zima na utaratibu mzuri kabisa kuelekea kwenye kongamano hili hata pia hitimisho. Lakini mara baada ya hapo, msikilizaji na mtazamaji, utakwenda kutazama baadhi ya wa washiriki wakiwa wanazungumzia kuelekea kongamano hili. Asante. Naitwa mchungaji Upendo Filangali Koko, katibu wa idara ya wanawake na malezi ya familia wa KKKT Dayosisi ya Iringa. Kimsingi leo sio siku ya kilele, leo ni ufunguzi wa siku ya mwanamke. Wakinamama ambao wamekusanyika, kwanza nataka kusema kwamba kwanza wajikubali na kufurahia kwamba wamezaliwa ni wanawake na wamepata nafasi ya kuwa wakinamama kwa hiyo wasimame katika nafasi yao kusimamia ya vizuri familia wakianza kwa watoto wao lakini kwa wanafamilia nzima kwa ujumla. Ni mara ya pili sasa, mwaka jana tumefanya maadhimisho kama haya. Mwaka jana tulifanya kuanzia Jimbo la Kaskazini, Jimbo la Magharibi na Jimbo la Kusini Magharibi, kwa maana ya sharika za mjini, lakini tukaenda pia na maeneo mengine lakini mwaka huu tumefanya uzinduzi katika jimbo hili la Kaskazini Mashariki, na pia tutaendelea na maeneo mengine. Ah, tumeendelea kuwaita akinamama. Ushiriki wa akinamama umekuwa mzuri, lakini sana sana katika jimbo hili tumeona ushiriki wao umekuwa ni mkubwa zaidi, tofauti na vile ambavyo tumefanya katika majimbo yale ambayo tumefanya mwaka jana. Kwa hiyo tunaona kwamba ushiriki umeendelea mkubwa, kuwa mkubwa. Tunaona hili limetokana na, na uh, uongozi wa kutoka katika jimbo hili, namna ambavyo mkuu wa jimbo pamoja na wachungaji wa jimbo hili pamoja na kiongozi wa jimbo namna ambavyo wameweza kuratibisha vizuri, kwa sababu katika kongamano hili siku ya leo tumeona akinamama wamekuja pamoja na wachungaji wao na wainjilisti kutoka katika sharika ambazo wanatoka. Wakinamama wengine, naendelea kutoa mwaliko kwamba tunapo tangaza kwamba kuna maadhimisho ya siku ya mama, wajitokeze kwa sababu kuna mambo mengi ambayo tunayafanya. Kwa mfano mwaka huu tumekuwa na muda mzuri wa michezo kwa kina mama, wengi wapata nafasi ya kufanya michezo, kuburudika, lakini kupata nyenzo mbalimbali mbali ambazo watazitumia na wao kwa ajili ya kuimarisha mili yao. Hata mwaka jana tulipofanya maadhimisho ya siku ya mama, tulikuwa na upimaji wa afya na masomo mbalimbali ambayo pia ilikuwa imeandaliwa lakini unakuta wakati mwingine wengine hawajitokezi. Kwa hiyo naendelea kutoa mwaliko kwamba akinamama, mtakaposikia mwaliko kama huu, hata katika sharika zetu tunaomba mjitokeze, kwa sababu idara familia na malezi inaelekeza mambo mengi sana ya usuyo familia. Thomas Mwenda, natokea Ilula Isele. Nimejifunza vitu vingi ambavyo naomba Mungu anisaidie niendelee kuvifanya. Cha kwanza, nimejifunza kufanya mazoezi pia nimefundishwa namna ya kuzungumza na mtoto kuanzia akiwa tumboni mpaka anapozaliwa. Pia nimejifunza kuwashawishi wa baba nyumbani, yani tusiwe tunakaa mume na mke kama simba, tukae tunacheka, tunafurahi. Kwa kweli tumejifunza vitu vingi na vingi sana vizuri, tunaamini tutabadilika. Naitwa Jema Rukosi, natokea ya usharika wa Ilula, mtaa wa Sinai kwa kweli leo ni kama marango ya kwanza, nimefurahi sana. Kongamano nzuri ambalo yani tunatamani kila wakati liwepo, watu wamefurahi na mimi pia nimefurahi, nimejifunza vitu vingi. Mimi nawashauri kwamba wanawake wenzangu tujitokeze kwa sababu vitu vizuri vinafundishwa, tumefundishwa vitu vingi sana vizuri ambavyo vinasababisha sisi wa wanawake tutengeneze wa, wa, wa ndoa zetu, watoto wetu waishi vizuri afu akimtumikia Mungu pia. Nadhani kiongezeke ma, yaani mafundisho mazuri yaongezeke tena na watu waambiwe sana watu kwa sababu watu wengine wanadharau wanahisi kwamba sio mazuri, sio semina nzuri, labda haziwasaidi lakini semina nzuri ambazo zinawafanya tutoke kwenye hatua moja kwenye hatua nyingine. Unatazama Furaha FM Media.